Dada Judy, karibu sana asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Nimetokea Lushoto, Tanga. Mm -hmm. Nimewasikia mtandaoni Instagram, ndio ndo nilipoaonea. Okay. Uko unafanya mm -hmm. nini Tanga? Nilikuwa nyumbani tu. Umekaa tu subii kuolewa, eh? Au hapana? Una mtoto? Sina. Okay, ndiyo. Umesoma mpaka elimu gani? Nimemaliza kidato cha kidato cha sita kwa mm hiyo -hmm. Okay. So, ukawa uko nyumbani Eh, nimekaa nyumbani kwa miaka mingapi? Kami... Miaka miwili. Mm. Na hujaolewa? Tanga. Mm -hmm. Okay, sawa. <laughs> eh? Ndio. Na niko watu wanapenda kuolewa wao. Na <laughs> <El> <laughs> na kusisitiza Tanga hujaolewa kweli? Una hata mtoto? Eh? Sawa sawa. Kwa hiyo ulikuwa na mipango gani? Wewe mwenyewe yaani, ndoto zako ya. Mm. Kwa sababu nimemaliza na pacha yangu mm -hmm. kwa hiyo tumemaliza tukategemea kwamba wazazi watatupeleka kusoma mm, chuo la, eh, eh, mm -hmm. lakini hapo katikati katokea matatizo kwenye familia mm -hmm. tukashindwa kwenda kusoma ikatokea. Okay. eh, eh, nafasi, tukaambiwa kwamba mmoja wetu inabidi asome. kwa hiyo akaanza yeye eh, pacha yangu kusoma, lakini kaenda kusoma akapata ujauzito, kwa amerudi nyumbani mm -hmm. Mm -hmm kwa alivyorudi nyumbani, mbona choka anasema, ndio <laughs> <laughs> <laughs> kwa amerudi nyumbani ikafuata <laughs> mimi hapa sasa, ikafika kipindi cha kusoma cheti ka... <laughs> chake achienda kuleta mimba toto <laughs> <laughs> nikafika <laughs> muda wangu wa kusoma, wazazi wakawa wanaleta tafurani. Kwa nini? si wazazi wanasema na wewe utaenda kuleta mtoto mm -hmm. Ukiwa mtu anasema atakusomesha huyu, atakusomesha huyu, ikifika muda wa kusoma awakushughulikia mm -hmm. Kwao nikaona muda unaenda, sina mm -hmm. kitu cha kufanya, sina cheti cha kuombea kazi, sina ujuzi mm -hmm. kwao, nilivyoona hii fursa yani sikuogopa kumwambia mzazi kwamba ni kazi za ndani nataka niende, hapana mm. ila nilimwambia mm. ila alikataa mara ya kwanza nani? Mama mm -hmm. akasema wewe binadamu wabaya unaenda kufanya kazi za ndani, ujui unaenda kukaa kwa nani, hauna ndugu huko mm. nikatulia muda mm -hmm. umeenda, nikasema sasa mimi nitakaa nyumbani mpaka lini, mambo mm. yenyewe hayaendi, ndoto zangu zenyewe sijaanza kushughulikia hata kidogo mm wenzangu tulioanza nao shule mpaka sasa hivi kuna sehemu amefika, mi bado nipo tu. mm -hmm. Kwa hiyo nika nikajikaza. mm -hmm. Nikamwambia tu mama, mi sasa hivi nataka niende mm -hmm. huko huko nitakapoenda, yaani sehemu ya kuaminika, mbona watu wengine wanaenda wanamaliza. mm -hmm. Alikataa, lakini nilimwambia baba, wakakubali kunipeleka chuo cha kusomea kitu kingine lakini kufika kupelekwa iko chuo mm, wakawhwa nishughuliki mahitaji yangu mpaka siku ya kwenda, yani kama vile wamenikatia wame tamaa hawataki hiyo mm, imefika mwishoni nikasema tu basi, naombeni hata hiyo, ili ilikuwa ilikua ehamsini ya iko chuo, mnipe tu hata hiyo ada. Kwa hiyo ni kipokouo ulishoto kusomea ta ada ni nani, ni scholarship unalipa laki mbili na nusu tu, lakini mwanzoni unaanza kuenda na elfu hamsini mm. kwa hiyo hata hiyo elfu hamsini siku yenyewe kabisa ya kwenda chuo mm. nilikuwa hawajanipa, kwa hiyo nikawalalamikia. Wewe, nilivyowalalamikia ndo akaanza kuchangishana mpaka kupatikana ile elfu hamsini. Nilipoipata ile elfu hamsini nilimtaarifu mama, nikamtaarifu baba, nikamwambia mama mimi naenda da kwa juu kufanya kazi. <laughs> Nikachukua mizigo yangu ya <laughs> nikaondoka eh, yeah. nilivyoondoka saa, hakuwa na cha kufanya, wakabidi tu wakubaliane kwamba haya, tumwachie anachokitaka mm. Nikasema nyinyi labda hamjanielewa mimi ninachokitaka, lakini nyinyi nini mnanikwamisha mimi mm. nikikaa hapa nyumbani naweza nikawaletea watoto kama hao wengine. dada yangu mm. kaleta mtoto na yeye kamaliza chuo mm. Pacha na yeye kaleta mtoto kamaliza chuo mm -hmm. Kwa hiyo haitokuwa vizuri, mwenyewe nisingependa hivyo mm. Mm. Mm. Mm. Hey, na, na kwa hiyo basi ndo nikaja hapa. Umefika sehemu salama na nakupongeza kwa ku, kuweza kupambania ndoto zako. Uh, sio kwamba uh, sikupongezi kwa sababu ume, yani kwa sababu ulivo, ulivyochukua hatua za kuja hata bila baraka za wazazi wako. Hapana, ninachokupongeza ni kwamba wewe unaona ndoto ambayo unayo ndoto yako sio ya mzazi wako ndoto yako ni ya kwako. Mzazi wako ana ndoto zake, na ndoto zake sio za mtoto. Mzazi anataka ukasome tourism, labda anajisikia vizuri kwamba ni chuo, neno tourism ni neno zuri, lakini ana uhakika ukimaliza tourism unapata kazi? Kuna watu wangapi wamesoma tourism hawana kazi? Wengi, wengi. Lakini wewe ulivyotuona, ukasikia opportunities zilizoko kwa hapa, kwanza hizi sio kazi za ndani za kizamani hizi ni kazi za ndani za kimataifa. Uh, nikisema za kimataifa sio kwamba mnaenda nje ya nchi kufanya ila, kuna mishahara ambayo Tanzania haijawahi kutokea. Kuna watu wamemaliza vyuo vikuu na walipi mishahara tunayolipa sisi kazi za ndani, mshahara laki tano. Kuna mtu ni graduate, kamaliza chuo na halipi laki tano, labda analipa laki mbili, laki mbili na nusu. Kwa hiyo kuna wazazi hawajajua sisi tunafanya nini, na inawezekana pia labda kwa sababu hawatufuatilii wa lakini pia bado kuna wazazi ambao wao kazi za ndani wanaziangalia kama alivyoanza kufikiria, utaenda kuteswa. Wanafikiria kazi za ndani kwa kwa negative, lakini kuna watu wanafanya kazi za ndani kama professional. Na sisi tunasimamia hiyo, wadada wetu ambao wanajaribu kupata changamoto za ukatili au unyanyasaji kazini, sisi tuko faster kabisa. Kwanza tunawapa awareness utendaji wa kazi ni upi, mateso na manyanyaso ni yapi, ili ukiyaona yale uripoti mapema. Na kwenye content yenu dada Christina, yeye hakuripoti changamoto yake ya huyo baba alikuwa anamsumbua sumbua, lakini ni kwa sababu huyu dada ni smart. Dada na aliona ana hendo, so kile kitu akikuwa na riski sana kwake. Yaani sio mtu yule ambaye alikuwa anahatarisha labda hata kwenda kumbaka, no. Kuna wale tu wanaume ambao wanaku anakutongoza kwa kiaina, anaangalia kama utakubali. Ukikubali ndio hivyo, lakini ukikataa pia hawezi kukulazimisha, bado anaendelea kukuheshimu na kugusi. Lakini hizo changamoto, hata ukienda kwenye ofisi ya kawaida si zipo? kwani mm -hmm. kuna wanawake wako kwenye maofisi mengine hawatongozwi? wa maofisi kabisa hawatongozwi, si wapo Wow. Kwa hiyo mwisho wa siku tunachosema ni ile hatari ya mtu labda kubakwa, kulazimishwa, lakini kusema mwanamke kutongozwa kwa sababu yuko kwenye kazi za ndani, sio. Wanatongozwa kila mahali, ni wewe mwenyewe unajibeba vipi, unajiheshimu vipi, sawa eh? Yeah. Kwa hiyo kwa wazazi aa, nafikiri awareness kwao ni kwamba, hasa ukipata mtoto ambaye ye mwenyewe anataka. Kuna watoto ambao wao wakishasoma wamerudi nyumbani, wanakaa na wazazi wao, wako tayari tu kuwaletea wajukuu wakiwa hawana kazi hawana biashara, lakini kama unapata mtoto ambaye ana udhubutu wa kutaka kwenda kujaribu kujitegemea mwache akajitegemee, kwa sababu kuna leo na kesho. Wewe umeshamzaa mtoto tena hame, amefika umri kama huu wada, a, dada nani Judith Ndi. Ndi. kuna wazazi wengine watoto wetu bado ni wadogo wadogo, yani nitamani mtoto wangu angekuwa mkubwa kama wewe, namwambia nenda kule, kapambane kabebe zege <laughs> ujue maisha yalivyo, si unaelewa? lakini wazazi mm -hmm wanajifanya wao wana upendo ulioshinda wa Mungu ambao haupo. Mungu wetu ndo anayetupenda tena alitufia msalabani. Lakini bado uaga hatuzaliwi na magunia ya hela. Anakupa akili tu na nguvu. Alafu anakwambia nenda duniani ukapambane, usitumie hizo akili na nguvu ugeuze ziwe hela. Si ndio? Mm. Sasa mzazi yeye hataki kufanya hivyo. Yaani hataki kumwacha mtoto aende akapambane. Anaona mtoto wangu anateseka. Mbona Mungu atuhurumie tunavyoteseka? Si ndio? E, mungu angetuhurumia kwamba sitaki wateseke kila mtu hakikisha ana fungu lake. Yaani kuna draw, au kuna mrija fulani umeunganika na mbingu moja kwa moja yeye anaenda tu ana draw maela ananunua anachotaka mbona mpaka u, u, u, uangaike upande usubiri u, uvune sio leo, si ndio. Kama ni kazi ufanye mpaka uje upate mshahara sio leo mimi mwenyewe nimeanzia kwenye kazi za ndani kuja kufika hapa nimetoa kweli kweli kwa hiyo wazazi wasijipe umungu ambao hawawezi kuwa nao mwenye upendo ambayo tunatakiwa kumuiga ni Mungu wetu, ambaye pamoja na kutupenda sana, lakini bado tunazaliwa na akili na nguvu. Kwa hiyo kama mzazi amekupeleka shule tena umefika form six, anatakiwa akupe uhuru wa kwenda kutafuta cha muhimu, akufundishe vitu ambavyo, mwanangu, usiibe cha mtu, au tu niseme amri kumi za Mungu ambazo unajua Waislamu wanazijua, Wakristo anazijua ule ndio msingi wa maendeleo ya mwanadamu yoyote. Ukitembea na amri kumi za Mungu, utamani cha mtu uibi cha mtu uui mtu, napenda watu na mpenda Mungu, si ndio? Ndiye. Unaishi popote, unaishi popote. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo wazazi wanatakiwa kuwagaidi watoto. Mi watoto wangu na umri wao nimeshawakabidhi amri za kumi kumi za Mungu, naambia hizi ndio zitawalinda popote mtakapokuwa mkiishi, umu utaishi na kila mtu na mafanikio utayapata. Kwa hiyo kwa wazazi ambao aidha ni wa kwako au ni wazazi wenye mitazamo kama ya kwako, mimi nafikiri kupitia wewe wewe unafundisha wazazi kuacha watoto waende waanze kujite, wa, wa kujitegemea. Na kazi mafanikio yanaanzia chini. Siku zote. Mafanikio yanaanzia chini. Hata Mungu alimwambia Ibrahimu atoke. <laughs> Atoke bila kujua anakoenda. Manake ile kutoka utoke katika sehemu ambayo kama wewe ulichofanya ni kama Ibrahimu alichofanya kwamba umetoka nyumbani kwenu ambako ulikuwa comfortable na wazazi wazazi wanataka wakuone, lakini umesema naenda kwa Joyskiria. Hujawahi kufika kwa Joyskiria, umjui Joyskiria zaidi ya kumuona kwenye mtandao, si ndio? Lakini ile courage kwamba wacha niende, huo ni uthubutu mkubwa sana wa mafanikio, wa mtu ambaye anafanikiwa. Risk taker wanaitwa, sawa. Eh, sawa. Kwa hiyo kwa upande wa wasichana wanaojitafuta, lazima mchukue riski, yani riski ile kwamba uthubutu kufanya jambo usiwe kwenye sehemu ambayo umeshazoea kula ugali wa mzazi. <laughs> eh? kulala nyumbani una bili, una nini, unasubiri mwisho ulete watoto, unaongeza umaskini nyumbani kwa wazazi. Waacheni watoto, waacheni watoto waende. Yusufu mwenyewe wa aliuzwa utumwani, akaenda huko akahangaika katika safari yake, lakini hizo ndio kanuni za mafanikio. Hatuwezi wala hatuwezi kumuuliza Mungu kwa nini alitengeneza hivyo, kwa sababu watu wote waliofanikiwa wote wameanzia chini. Kwa hiyo, huwezi kumuuliza Mungu wewe kwa nini unataka mtoto wako anzie juu, haiwezekani. Kwa hiyo, kama kuna fursa yoyote ndogo, ni kubeba zege, mwache mtoto akabebe. Ni kuosha vyombo, mwache akaoshe, aanze kujifunza kutengeneza vyela vyake vidogo vidogo. Ndio namna ya mtoto kuweza kujitegemea, na nafikiri vali kubwa ya mzazi Yani, kitu kikubwa ambacho mzazi unatakiwa kujivunia sio kusema nimemsomesha mtoto wangu shule chuo au form 6, ni kumuona mtu, ni kumpa ujasiri. Uone mtoto wako anaweza kwenda kutafuta kuta kipato, hata kama ni kidogo, anaanza kujitegemea. Mtoto akiweza kujitegemea, hata kama akusaidii, lakini hiyo ni priceless kwa mzazi. Tengeneza watoto wenye uwezo wa kujitegemea, na watoto hawawezi kujitegemea kama wako tu nyumbani kwako, hawawezi mtoto ambaye unataka ukae. Nimependa mama yako Christina amekwambia nenda. Eh, yani yani, hawa ni wazazi wawili tofauti. Mzazi wa Judith anamwambia mwanangu, usiende utaenda kuteseka. Mzazi wa Christina anamwambia nenda. Changamoto unazokutana nazo nyumba A, eh, sio lazima ukakutana nazo nyumba B. Mi? Yani, mitazamo tofauti kabisa, perspective tofauti. Kwa hiyo, jamani, wazazi wale ambao tuko negative, tuache watoto hawa Inawezekana tena ili wimbi la watoto wetu wengi kutokuwa na ajira ni wazazi wanachangia, kwa sababu wewe unataka mtoto wako aanze na ajira ambayo wewe mbona hukumtengenezea? Maana Biblia inasema mtu mwema huwaachia watoto wa watoto wake urithi. Sasa wewe mtoto wako umemwachia urithi gani? Umetengeneza mazingira gani? Maana unatakiwa ni urithi mkubwa kiasi gani, ili usiishie tu kwa mtoto wako, uishie kwa watoto wa watoto wako, wajukuu, vitukuu ndiyo neno la Mungu linavyoagiza. Sasa wewe kama ni mzazi ambaye hata watoto wako umeshindwa kuwarithisha watoto wako tu, alafu bado mtoto anataka akaanze kujipambania, unamkataza unamwambia, utaenda kuteseka. Wewe tayari ushamtengenezea mazingira ya kuteseka, maana hana urithi kwako wa kueleweka. Kuna biashara gani ambazo umezijenga watoto wataziendeleza? Huna, alafu bado unamkataza kwenda kujihangaika kuanza kujitegemea. Kwa hiyo wazazi, hayo mawazo mgando mwache <laughs> eh, muache Mawazo mgando, nyinyi ndio mnachangia wimbi hili kubwa la vijana Tanzania wanaosema hakuna ajira. Ajira zipo, ila nyinyi mnawakataza kwenda kufanya hizi kazi mkidhani ni kazi ndogo. Hakuna kazi ndogo. Kanuni za maisha ni lazima mtu azie chini, akabebe zege, akaoshe vyombo, akafue nguo za watu. Hizo ndio kanuni ya maisha. Hata Yesu tunaambiwa alikuwa Mungu lakini hakuona ile kuwa Mungu ni kitu cha kuambatana nacho, alijishusha. Nazungumza mimi ni Mkristo, kwa hiyo kwa wenzangu mtanisamehe, napenda kutumia mifano ya kwenye Bibilia sana. Alijishusha, akaja akawa binadamu hapa tena, akawatumikia watu. We ni nani? Hata kama mtoto amefika chuo kikuu, we ni nani? Utamzidi Yesu? Yesu mwenyewe alikuja hapa akawa anawasafisha watu miguu, akawa anahudumia watu, anaponyesha watu, anaishi na watu, anakaa na walevi, anakaa na nini, amejishusha. Una degree unasema na degree siwezi kwenda kufanya kazi ya ndani au siwezi kufanya, mwanangu atateseka? Atateseka au umemwachia urithi gani? Atateseka, eh, umemwachia ume nini? Wewe ni baresa, atarithi mali ulizo umwandalia miaka na miaka? Kwa hiyo acheni nyewe wenyewe mshachemka, mshashindwa kuandalia watu wenu urithi, waacheni sasa wao wakatengenezwe umeshindwa kuwa tajiri ambayo utarithisha watoto wako, acha mtoto wako utajiri waanzie kwake. Habari ndio huu, nimepiga kwenye mshono eh? Sina huruma, lakini mwarobaini ni mchungu, ila ni nini? Ni dawa. Ndio hivyo, watanipenda tu.